Mtazamaji, baada ya shirikisho la mpira wa miguu uh, Africa CAF kuhamisha mchezo wa Simba wa fainali ya pili baada ya fainali ya kwanza kuchezwa tarehe 17, hatimaye mchezo huo umehamishwa katika uwanja wa Niwamani pale Zanzibar. Sasa, miongoni mwa mwanachama wa klabu ya Simba Cretus Magori, yeye ameweza kuchapisha uh, andiko katika ukurasa wake wa Instagram ambapo amesema tayari tiketi 12,000 zimeuzwa kwa mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane tarehe 25 Mei 2025. Inawezekanaje vipi CAF kupendekeza kuwa, uh, kuhamishwa kwa uwanja hadi Zanzibar? akiweka alama ya viurizo. Uwanja mpya wa amani Zanzibar hauwezi kuchukua watazamaji 15,000. Hali ya hewa ambayo ni fair factor inaonyesha kuwa tarehe hizo hakutakuwa na mvua Dar es Salaam, Kafu waipeleke mechi kwa Mkapa kuepusha fujo na machafuko. Sasa aa, hapa comment mbalimbali ambazo watu wamecomment baada ya hicho ambacho kimeandikwa na Kretus Magori. Huyu anasema hakuna kupeleka timu Zanzibar mpaka waadhibiwe waliosababisha uwanja ubadilishwe. Huyu mwingine anasema machafuko yapi tena? Mbona mechi ya tarehe nane iliahirishwa na mpaka muda huu tupo fresh tu, zile tarehe nane e, zilinunuliwa ngapi? Lakini huyu mwingine anasema kama wao ni wanaume wa suse waone CAF, sio TFF ambayo wanaendesha huko, sio bongo kama mlivyokimbia Machi nane, akiweka vi emoji vya kucheka. Lakini huyu mwingine anasema uwanja wa fainali unapaswa uwe umekamilika kila kitu. Uwanja wa mkapa bado sana. Kwa hiyo CAF wameona ni bora tuende Zanzibar, kwenye uwanja mdogo lakini umekamilika. Simba nguvu moja. Lakini niwaulize wana Simba wenzangu, kuwa kwani tulivyopelekwa Zanzibar kwa ajili ya nusu fainali na CAF, ni nani ameturudisha kwa Mkapa mpaka mnaamua kuuza tiketi, CAF waletee fujo kwa ni TFF mliozoea kuwapelekesha. Lakini huyu mm, wa mwisho kwenye komenti hapa kwenye ukurasa wa Hans Lafer anasema uh, wagome si wamezoea kukimbia. Lakini mwingine anasema uzuri wa Kafu sio bodi ya ligi wala TFF. Hizo ni baadhi ya comments baada ya mchambuzi wa masuala ya michezo hapa nchini Tanzania Hans Lafer kutokea kituo cha Clowni Media baada ya kuposti picha Magoli lakini pia akiandika kile ambacho amekinukuu kutoka kwenye mitandao yake mbalimbali mbali ya kijamii. Mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, tutaendelea kuwapatia update mbalimbali kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane ambapo mpaka hivi sasa Simba wako nchini Morocco, anaendelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo siku ya Jumamosi. Wana Simba, tiketi baadhi yao wameshaanza kununua na mpaka hivi sasa tiketi elfu kumi na mbili Uh, mtazamaji, zimeuzwa uh. Ndio maana wengi wanajiuliza, kuna ni namna gani tayari wameishaka tiketi mechi nayo, ilicho swali la kujiuliza, je, Simba walipata taarifa ya mchezo kwamba mchezo unapigwa Benjamin Mkapa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF ama la? Kama ndo hivyo basi CAF na kila Uh, uh, kuweza kujibu kile ambacho wamekioji, uh, uh, magoli mtazamaji, mimi ni Joffrey Moses Kalunduka, rais wenye kusa TZ Tanzania.